Ah, karibuni katika session. Ah, leo naweza kuzungumzia ah, kuhusu uraibu ah, lakini pia nitazungumzia katika zile relapse prevention. Napozungumzia relapse prevention ni, ni ile hali eh, au eh, ni namna gani huyu um, mtawaliwa wa dawa za kulevya Aa, anaweza kuwa ameshapata matibabu lakini e, ni mbinu gani ambazo zinatakiwa kuweza kutumika au ni vitu gani ambavyo vinatakiwa kuweza kufanyika ili mradi huyu mtu asiweze kurejea katika utumiaji wake uh, wa dawa za kulevya. Hii inaizungumzia baada ya matibabu, kwa sababu tunaona kuna watu wengi ambao uh, huwa wanajaribu kuweza ku, ku, ku, ku, ku, kuwalaumu hawa uh, watu kuweza Aa, kuwa katika hali za kuweza kurudi uh, katika utumiaji, lakini wakati mwingine eh, huwa uh, uh, uh, wanawashangaa hawa watu ni kwa nini uh, wanarejea katika utumiaji. Labda wakati mwingine wanasahau uh, au wanashindwa kuweza kuelewa uh, wao wanaweza wakawa wameplay pati gani kama jamii uh, ya kuweza kuwasababisha hawa watu kuweza kurudi katika utumiaji. Kwa kawaida, eh, tukizungumzia uraibu ah, tunazungumzia ah, ni ugonjwa sugu ambao umeathiri katika mfumo wa ubongo wa ubongo wenye tabia za kujirudia rudia. Eh, hii inamaanisha kwamba ah, ni Chronic relapsing brain disease, ni maradhi ambayo yameathiri ubongo ah, yenye tabia ya kujirudia rudia. Sasa ah, ni vipi huyu eh, mtu na maradhi ambayo ni sugu yenye tabia ya kujirudia rudia, namna gani huyu mtu ataweza kukaa uh, pasipo kuweza kurudi tena katika utumiaji? Sasa hapa anazungumzia dhana dhana ambazo uh, wengi wanafundishwa katika hizi nyumba uh, za upataji nafuu. Tunakuwa tuna mipango, tuna programs mbalimbali za kuweza kumfanya huyu mraibu aweze kuimarika na kuweza kurudi katika hali za kawaida. Tunakuwa tuna zile 12 steps program au 12 steps approach. Hizi ni mbinu za watu wa kumi na mbili au mpango wa watu wa kumi na mbili ambao unaeleza matatizo ya mraibu, lakini namna gani anaweza akabadilika na akaishi vyema katika jamii pasipo kuweza kutumia kilewesho cha aina yote, lakini pia na zile CBT cognitive behavior therapy ili kuweza kumfanya huyu mraibu aweze kuweza kujiona, lakini pia aa, namna gani anaweza kuwa na ule utayari wa kuweza kuwa katika mabadiliko. Kwa hii cognitive behavior therapy inaweza kuweza kumuonyesha namna uraibu ulivyoweza kumwathiri, lakini pia aa, namna aa, uraibu uliweza kumpa yale aa, matendo ambayo hayastahili katika jamii, lakini namna aa, uraibu ulivyo weza kuathiri maisha yake na maisha ya wengine kiujumla. Kwa hiyo atapata kuweza kujiona, lakini pia itampa fursa ya huyu mtu kuweza Ha, kubadilika, lakini pia tunakuwa tuna madarasa ya hisia namaanisha feeling session, eh, na moja ya uh, faida ya haya madarasa ya hisia eh, tunasema zile emotional support kwa sababu uh, tunaona uh, waraibu wengi wako na inner unmanageability, ile hali ya kuweza kutokujimundu uh, kihisia kwa ndani mara nyingi wakiwa na hisia zinashindwa kuweza kuwa balance, na hasa hisia za mihemko na hisia mbalimbali kama upweke na hali nyingine uh, tofauti tofauti, uh, lakini pia tunakuwa tuna family therapy kama wengi wanavyoweza kuzungumza kwamba addiction is the family disease. Wakati huyu mgonjwa anakuwa anatumia basi uh, familia uh, nazo zinakuwa zinaugua zinaugua emotional disease eh, hali za hofu, wasiwasi na hali nyingine tofauti tofauti za kumkatia mgonjwa tamaa. eh, familia wanakuwa wanastruggle katika hali kama hizo wakati huyu mgonjwa uh, ametawaliwa na haya matumizi ya dawa za kulevya au hii addiction. Kwa tunapofanya family therapy, wakati mgonjwa anapona, basi na familia nazo eh, zinaweza kupata nafuu vile vile kutokana na hali kama hizo. Sasa mgonjwa mara nyingi anapoweza eh, kumaliza matibabu hmm, nazungumzia sasa maisha baada ya treatment center. Moja ya relapse prevention, ni lazima huyu mgonjwa aweze kupatiwa shughuli ya kuweza kufanya shughuli ya kuweza kufanya itamsababisha kuweza kuchangamka kiakili au akili yake iweze kuwa sawasawa, lakini pia shughuli ya kuweza kufanya inaweza kumfundisha huyu mraibu akaweza kujua majukumu kuweza kujua majukumu yake, lakini pia eh, kwamba ana umuhimu wa kuweza wa kuweza kufanya kazi, lakini pia shughuli ya kuweza kufanya itamfanya aweze kujikip bize na na na kazi, lakini pia katika hiyo hiyo shughuli ambayo anaifanya anaweza akatengeneza mahusiano na watu wengine pasipo wale watumiaji au wale watawaliwa wa dawa za kulevya ambao alikuwa anakaa nao. Nazungumzia sasa, anaweza kutengeneza marafiki wapya uh, wakiwa katika maeneo ya kazi. Kwa hiyo hata mazungumzo yao yatakuwa uh, ni yale mazungumzo ambayo e, tunasema yako in positive way. Yapo katika uh, njia ambayo ni chanya kabisa kwa sababu mazungumzo yao yanakuwa ni ya kikazi kazi eh, zaidi e, lakini pia uh, moja ya relapse prevention kwa hawa raibu ni kuweza tu kuondoa stigma mara nyingi katika familia au katika jamii kunakuwa e, kuna, kuna unyanyapaa kwa watu ambao wamepitia changamoto hii ya uraibu. Wanakuwa wanawatenga, wakati mwingine hali za kutokuweza kuwaamini, wanakuwa uh, wanashindwa kuweza kuwa support katika nyanja mbalimbali, wakisema kwamba uh, huyu kwa sababu alishakuwa mraibu basi hawezi kuweza kukifanya hichi kitu. Wakati mwingine kupitia hiyo stigma, uh, inawafanya hawa raibu eh, kuweza kujikatia tamaa, kuweza uh, kuto, kutoona thamani ya uh, ule upataji nafuu ambao wamepata. Wakati mwingine wanarudi tena katika hali za kuweza kukata tamaa, uh, na kurudi tena katika utumiaji. Lakini pia tukumbuke kwa hawa ni watu ambao walifika katika desperation. Desperation ni ile hali ya kuweza kujikatia wao wenyewe Eh, tamaa. Sasa uh, kitu pekee ambacho anakihitaji mtu ambaye amefikia uh, katika hali za kuweza kujikatia tamaa, anahitaji matumaini zaidi. Sasa uh, mara nyingi tunapoweza kuzungumzia matumaini. Matumaini hayawezi kuweza kufanyika katika usiku mmoja. Ni process, ni mchakato ambao unatakiwa kuweza kufanyika katika maisha ya kila siku. Sasa je, hawa watu ambao wako katika fensi yake, hawa watu ambao wako katika karibu yake ni watu ambao, uh, kila siku wanampa matumaini au ni watu ambao uh, wanakuwa wanamkatisha tamaa. Kama itakuwa eh, ni sehemu katika familia yake eh, wanashiriki katika namna ya kuweza kumkatisha huyu mtu tamaa, kwamba wewe ulishakuwa mraibu eh, hauwezi kuweza kufanya hicho, yani wanajaribu kuweza kumzungumzia sana katika yale mapito ya nyuma. Hii wakati mwingine inakuwa uh, inafanya hawa watu Uh, kuweza uh, kurudi katika utumiaji, au labda mtu anazungumzia swala, wee ulishakuwa mraibu, unaweza unafikiri hii kazi una uwezo wa kuweza kuifanya? No, um, tayari, yani kuna stigma ndani yake, unamkatisha mtu tamaa kwamba yeye ni mtu hawezi kuweza kufanya kitu chochote. Kwa kupitia hali kama hizi, mara nyingi waraibu uh, wanajikatia tamaa zaidi, kwa sababu wanakosa lile tumaini na wanajikuta wanarejea katika hali za utumiaji. Lakini pia uh, waraibu ambao wameshapatiwa matibabu wanatakiwa kuweza uh, kujiunga na zile supporting groups, yale makundi ambayo ya, ya watu ambao uh, walipata shida kama ya kwao, uh, na wakaweza kuweza kurecover, uh, na wako na recover ya muda mrefu, uh, wanaweza kuwasaidia hawa newcomers kuweza kuwapa experience uh, ya namna ya kuweza kukabiliana na hali mbalimbali, lakini pia wana uwezo wa kuweza kuanza kuwapa matumaini na ana uwezo wa kuweza kuwapa ujasiri kwamba wana uwezo wa kuweza kuishi pasipo eh, kutumia dawa za kulevya au pasipo kuweza kutumia kiliwesho cha aina yote, kama wao wanavyoishi. Kwa hiyo hii ndio umuhimu wa supporting groups. Lakini pia eh, katika in supporting groups eh, huwa wanajaribu kuweza kukumbushana bushana mara kwa mara lakini pia uh, kuweza kujifunza vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana uh, na mambo ya recovery. Kwa hiyo hii ni muhimu sana kwa mraibu na ni sehemu ya relapse prevention, lakini pia uh, waraibu hawa Uh, wanahitaji sana wanahitaji sana uh, kuweza kuwa mm, na mtu wa kuweza kuwaongoza kama mshauri. Na mara nyingi uh, washauri huwa uh, wanapendekeza sana uh, washauri awe eidha ni mtaalamu uh, katika uh, mifumo ya kisaikolojia zaidi au eidha anaweza akawa ni mtu ambaye mwenye experience na matatizo eh, aliyokuwa nayo, ili kuweza kumwongoza huyu uh, mtu kwenda katika njia ambayo inastahili. Kwa hiyo, haya yote huwa yanatakiwa kuweza kufanyika uh, kwa waraibu ambao uh, tunasema uh, kwamba hawa ni waraibu ambao tayari wameshaweza kupata nafuu, yani uh, wameshatoka katika treatment matibabu fulani wameweza kumaliza matibabu yao uh, sasa uh, wanatakiwa kuweza kufanya hizi relapse prevention. Kwa hiyo leo unapoweza kuzungumzia mraibu, mraibu ni mtu ambaye anahitaji kuweza ku, uh, kupewa support kuweza kupata support kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, na anapoweza kupewa support kwa kipindi fulani, basi unamwona mraibu uh, ile, ile hali inakuwa uh, imeshajizoesha katika maisha yake, na huyu mtu anaendelea vizuri na anahesabu uh, miaka mingi ya usafi kama watu wengine wanavyoweza kuhesabu miaka mingi ya usafi na anaweza kufanya vitu vikubwa katika jamii. Kwa hiyo uh, leo tumsaidie huyu mraibu ili awe productive member of the society tunakuhitaji aweze kuwa mwanachama mzalishaji katika jamii hapa ni dapo recovery house na hichi ni kituo kinachotoa huduma za utengemao kwa uraibu wa dawa za kulevya pamoja na pombe tunapatikana uh, kibada kigamboni tunasaidia jinsia zote yani wanawake na wanaume na kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0673204332 saidia usiadhibu